Kwa majina naitwa Zura Bakari, natokea mtaa wa Uswahilini. Tumeumizwa tume sana na swala la mama yetu kupata ajali barabarani hapa Uswahilini. Vijana wetu wa bodaboda wamekuwa ambao hawana adabu, wamekuwa hawana heshima katika vyombo vya moto. Mara nyingi kijana unamkuta barabarani amenyanyua tairi juu na na na, inatumiza na panga mkono na, na kitu na kingine. Vijana wanakuwa na ile kitu inaitwa trumpa inapiga pupu barabarani, wengine wana pressure. Tunaomba vijana hao wakamatwe, sawa wakifanya vitu kama hivyo, serikali zipo. Imetumiza sana tatizo la mama yetu mtaau. Na pia mkuu mkuu tunamwomba afike mtaau, tuwekee mabamsi bila hivyo si hatutaondoka, tuna uchungu sana na kitu Tasha, vitu ambavyo tunalala hapa barabarani ha ha ha, barabara hii imeua wamama wengi, imeua watu wengi, na wetu tunatoka nao. Hatuondoki mpaka mkuu wa mkoa afike, hatutoki hapa barabarani. Tunasukumwa, tunasukumwa kama mikokoteni, sogeni pembeni, sogeni pembeni. Anakuja kuanzia asubuhi mpaka si, tunasubiria afiki, sisi tutakuwa tumepigwa, tumepigwa na tukubali Atakaka hapa. Afike hapaafike kwa mkoa ndo tuee kuondoka. Unasemaje? tunahitaji bamsi na vijana wakataka kupiga trampa. Ndio, na vijana wakataka kupiga trampa na kunyanyua matairi juu. Mama huyu amegonga na toyo akiwa anafika nyumbani, karibu na nyumbani kwake, avuke barabara akakumbwa na toyo toyotakaapana kesho Makonda tunamtaka. Maskari wanatufukuza kwa sababu gani? Hatuendi kula, wale watoto leo watashinda na njaa, hatupiki leo. Simiwa, tunakuomba, tunakuomba, tunakuomba, tunakuomba uje utupe msaada. Uswahilini tunakufa. Makonda njoo, kile ambacho kinawaua tunakufa kwa ajali za pikipiki jamani, vijana ni wana adabu wanatuendesha, wanaendesha pikipiki mwendo kasi. Hasipokuja hatupigi kura, hatutoki. Wanawake tunatokaga sana, hatutatoka, hatutaki tena. Alikuwa Magufuli yuko uhai, kwa kweli umetokera. Kwa sababu mimi kwanza niombe jambo moja tu kwa serikali hivi unajua, jambo kama hili linapotokea, hatupasi kwanza. Kwanza ni washukuru wa mama, unaona mikono ilivyo hapa, ndio tumetoka kuchimba kaburi ya mama yetu, tukampunzishe saa saba. Lakini hawa dereva ni changamoto kweli, ningeomba tu jeshi la Polisi, kama tando kwanza, waweke bamsi hapa mwishowaaisi, hapa uswahilini, alafu na pale kalavati. Hizo ni mbili, moja hilo, la pili nipeleke peleke lawama yangu la kwa jeshi la polisi, kwamba jeshi la polisi wanajua hili swala madrevatoyo, si wanapewa leseni na hawa? Kwanini wakamati drevatoyo kwa sababu drevatoyo anaendesha chombo cha moto, hana leseni. Haya, unamkamata juzi. Alivyogonga mama yetu hapa, ile pikipiki ilikuwa inataka kutoroshwa na hawa madrevatoyo. Alafu sisi leo tunakaa hapa, tumewashukuru kwanza mama zetu, wake zetu hapa wamebaki hapa barabarani, si tuko kule kaburini. Hata hivyo tunataka tuchukue mwili wa mama yetu tukamstiri, ila hatima yetu tunachotaka hapa kalava na mwisho hapa bamsi liwekwe haraka sana. Mimi ningeomba tu kwamba jamani, wananchi ni washukuru mama zetu, wadada zetu, wadogo zetu, tuendelee kukaa hapa barabarani mpaka tujue hatima ya hii barabara. Tunamwomba mkuu wa wilaya aje na mkuu wa mkoa hapa kwenye hii barabara mama na wajukuu hivi tunavyoongea, mwandishi wa habari, nyumba hii hapa, mwili uko hapo ndani. Tunataka tusubirie aswaliwe tukamhifadhi hapo kwa Saidi Kondo. Hivi kila siku watoto wanagongwa, angalia hapo kuna msikiti sawa, eh? kuna msikiti, watoto wanaenda madrasa pale, chini kuna bembea, kuna shule mbili hapa hapa, hapo tunashindwa kuvuka hapa. Lakini viongozi hao, ningeomba tu kama kwa ushauri wangu, mwaka huu hatutapiga kura, hatutawapa kura mimi niwaambie tu wazi, tutahamasishana atupigi kura kwa dizeni hii. Viongozi wanakuja wanatoa watu barabarani, badala tuwekee bamsi. Mwenyekiti m... wa mtaa na diwani hapa wanatuambia tutokee barabarani. Aisee, si tunaumia mama amelala hapa, ameacha wajukuu watoto wake wanne na wajukuu. Sasa wao wanategemea nini? hapa tunafanya nini? Mheshimiwa mwandishi wa habari, tunachoomba ni hivi, tunamwomba mkuu wa mkoa aje hapa, tunaomba na mkuu wa wilaya aje hapa. Hawa viongozi wengine sisi hatuwatambui, hatuwaelewi. Kiongozi kama kiongozi wa mtaa unakuja kuwaambia wananchi tokeni barabarani, hii ni haki kweli? Mtu anauawa, mtu asiyekuwa na uma, mama watu wanatoka hospitali, anavuka hapa aende kwake, anapitiwa na mtu wa toyo. Unajua niumia kiasi gani? Ungemwona huo mwili, sasa hivi tunaenda kumstiri hapa. Mama watu ameacha wa wa maisha yake mazuri tu hapa duniani kwa ajili ya utakataka hawa bodaboda bodaboda, ile kimizala ilikuwa inataka kukutoroshwa hapa lakini wananchi wakaizuia, yeye lakini amekimbia. Madereva toyo wamemkimbiza mwenzao, plate namba pikipiki. Naendesha, yaani pikipiki inaendeshwa kama mashine ya kusaga ise. Jeshi la polisi liko barabarani, trafiki akimwona dereva toyo anachukua buku yake, anapita hivi. Wanafikiri uhalifu unaisha leo? Utaisha kweli? Kila siku watu wanagongwa kwenye hii barabara. Ningeomba mwandishi wa habari swala so letu na kilio chetu lipatikane leo, hatima yetu hapa.